Naam, wari gani na familia wa Mkubwa Media? Kama ni mara yako ya kwanza hakikisha una subscribe. Tunaona kwa upande wa Mr. Pimbi ameweza kutoa maoni yake kuhusiana na Diamond, wale followers ambao walikuwa wameunfollow eh, ni kwamba sasa hivi wameonekana mm -hmm, au sio bwana, wameonekana kurudi tena. Yaani, kuna wakati watu waweza ku unfollow Diamond Platnumz, lakini kwa sasa hivi tunaona wameweza kurudi tena. Sasa kitu ambacho nimekiona hapa eh, ni kwamba eh, Mr Pimbi anajaribu kuelezea eh, kuhusiana na wale watu ambao walikuwa wame unfollow Diamond. Kuna kipindi hapa nadhani ni Oktoba ishirini na tisa pale alipoteza zaidi ya watu laki na nusu eh, watu wengi waliweza kumunfollow wengi waliweza kumunfollow Diamond, na tunakumbuka kauli ambayo ilimfanya mpaka Diamond watu wakaweza kumunfollow, ni kuhusiana na yeye kuambia watu wafanye kazi. Of course ilikuwa ni ushauri mzuri sana kwamba watu wajaribu kufanya kazi waache, eh, kuongea blabla nyingi na vitu kama hivyo, eh, watu hawajitumi na vitu vingine vikawa ni changamoto sana. Sasa kwa upande wa Diamond Platnumz inaonyesha wazi kabisa kwamba, eh, sasa hivi watu wamerudi, wamerudi kwa kasi ya 4G au sio bana? Wamerudi kwa kasi ya 4G lakini pia, uh, tunaona, uh, wameweza kurudi, ilikuwa ni followers milioni kumi na nane na laki nane, e, kipindi kile kabla ya Oktoba ishirini na tisa. Na tunaona alipoteza watu zaidi ya laki moja, laki moja na hivi ehe, kama laki moja na nusu hivi alipoteza, na siyo yetu mpaka Harmonize Alikiba wengi waliweza kupoteza followers, lakini kwa sasa hivi Diamond ameweza kuongelea kuhusiana na watu wale, laki moja ambao wamepotea kurudi, na ndio msanii ambaye anakuza kwa followers hapa Tanzania, yaani ukiachilia mbali na Harmonize Alikiba, Diamond ndiye anayeongoza kwa followers hapa Bongo. Sasa basi baada ya Diamond kuweza kufikisha eh, kuweza kufikisha followers hao milioni moja na laki nane, maanake ile laki moja ambayo ikamepotea Eh, Mr Pimbi akasema kwamba wamerudi, wa nilijua tu hawawezi kujikaza, kwa maana ya kwamba uh, walitokea wajikaze, eh, wajikaze na kungangania pale ambapo walikuwa wameamua. Unajua, msanii eh, anapofanya kosa na mashabiki kumwazibu kama hivi eh, kwa mataifa mengine hawanaga utani. Makuta, mtu anaweza kupoteza subscribers, anaweza kupoteza followers, ni kitu ambacho ni hatari sana na naweza kusema kwamba kinaweza kumfanya msanii kumtoa mchezoni kabisa, kwamba kuna raia ambao wanataka kumrudisha nyuma na pia kutaka kumpa kumpa njaa, kwa sababu endapo wangeendelea hivyo hivyo kumfollow, maana yake ni kwamba ingeweza kusababisha Diamond kupoteza mambo mengi sana, hata madeals, kwa sababu ukiangalia brandi yake ni kubwa, ameitengeneza brandi kwa miaka mingi sana na mpaka kufika hapo, Diamond ndio msanii ambaye kwa kiukweli yani, akitag tu akaunti yako pale kwenye Instagram basi utapata followers wa kutosha, lakini pia ana influence kubwa sana, na hiyo inamsaidia Diamond pia kupata madili kwenye makampuni makubwa kama Pepsi. Alikuwa na deal na Coca kipindi kile eh, alikuwa na deal na Airtel nadhani. Kwa hiyo ayo makampuni yanaangalia jinsi ambavyo yeye anapata followers kwa uharaka zaidi yaani. Lakini pia ndio mtu ambaye anaongoza Tanzania kwa followers wengi, kwa hiyo kitendo cha watu kum-unfollow kiliweza kuharibu pia tafsira yake, hata kama hataongea, lakini iliweza kumsababishia kuondoa trust kwa baadhi ya makampuni. Sasa baada ya watu wao kurudi na Mr. Pimbi anasema kwamba watu wameshindwa kujikaza na vitu kama hivyo. Uh, maoni yalikuwa kama yafuatavyo, kutokana na watu wengine wameweza kutoa maoni yao, wadau katika mitandao mbalimbali ya kijamii, hasa Facebook na kwingineko. Mmoja anasema, wajinga sana kupiga domo na uchechezi eti wamfollow wasanii alafu nyimbo zao mnasikiza. Nilijua tu hawangeweza hawa. Yaani hawezi kwa sababu ukiangalia Diamond anasikilizwa Yaani kile itopo leo, watu wanasikiliza ngoma zake kila siku, watu wanasikiliza ngoma zake. Kwa hiyo watu kusikiliza ngoma zake eh, hii ina tafsiri kwamba watu wamchukii, hawamchukii asilimia mia moja bali wanafuata tu miemko, lakini baadaye wanakuja kugundua kabisa kabisa, huyu mtu mbwana kama ameshindikana, eh ameshindikana kabisa, kwamba sasa hata eh, nyimbo zake tunasikiliza. Of course watu ambao walikuwa wanafollow wengine wanaona isiwe kesi, basi wawezi E, kurudisha ile batani ya follow, au sio? Mmoja kaandika hivi, kweli, mtu anaweza kuangika na mwanamuziki siji kufollow si tu ni ni, ni ni sababu sina ninachopata kwa wao. Kwa hiyo yeye hana anachopata kutoka kwa wasanii, kwa hiyo yani wala hafikirii kabisa kuhusiana na hilo jambo. Ehe. Uh, Utasikia robot ila vilaza e. Sasa Pimbi, mbona kama ni miongoni mwa watu usime, tunashukuru kwa kurudisha mioyo yetu chini na kuamua kuyamaliza kwa e, hata Mr Pimbi ni miongoni mwa watu walikuwa wanamwataki, hiyo inabidi akili pia inabidi akili kwamba kiukweli kwa inayoendelea kwenye mitandao ya kijamii, basi inabidi tu nikubaliane kwamba Simba ni mkali na kuamua kumfollow tena. Mmoja kaandika kwamba hayo yalimfollow ni marobot, tunajua eh, ni marobot. Tafuta kazi. Una ubavu wa kumvimbia Simba wewe kwa kitu gani? Eh, unaweza kusema marobot. Of course, jamaa anawekeza ni invest. Mm hmm? Ana investment kubwa sana kwenye social media. Ana promo Yaani Diamond katika wasanii ambao wanafanya promotion kwa pesa nyingi ni Simba, kwa sababu anaweza kutumia hadi milioni hamsini kwa ajili ya ku promote ngoma zake. Sasa huyo si mtu wa kawaida, e, we, wasani Na wasanii wengi wanaonekana kuangukia pua kutokana na bajeti kuwa ndogo. Kwa bajeti ikiwa ndogo, ndugu yangu, Simba namwacha kama alipo. Uh, tumeshindwa nini kuachana nayo matim kai yna yanatumika kutoka kwenye focus ya siasa na nchi yetu guys, yamkeni uh, sasa gani tena ndugu yangu, sisi tuko na msanii wetu Simba. Bongo Nyoso peleka <laughs> mimi mwenyewe nimerudi sasa. Unamchukia mtu ambaye hajui kama upo duniani alafu unamchukia, si ndio? Kichaa wenyewe ndio huo, yani unamchukia Simba ambaye afahamu kama upo duniani wala kutambui. Mmoja kaandika kwamba Diamond usipomwoga basi utamnywa hao labda new followers, maana mimi bado sana e, anazungumzia e, hawa watakuwa new followers. Of course inawezekana, kwa sababu yeye anafanya kazi na kuna content ambazo kunaambazo nazidi, nazidi, nazidi kuziposti. Kwa hiyo kama anazidi kuzipost hizo content, maanake ni kwamba yeye bado eh, anafuatiliwa, na kama anafuatiliwa, kwa maana ya kwamba hao awa tnazkawa ni followers wapi, sio wale walio unfollow wamemfollow tena, hapana, bali walio follow ni kwamba asilimia kubwa hawajamfollow back. Kwa hiyo sidhani kama kuna ushahidi wa moja kwa moja kwamba ni wale followers wale wa zamani, yaani hakuna ushahidi kwa sababu hakuna takwimu kwamba ni hawa hapa, listi hapa majina yao haya hapa, walikuwa mwan follow afu kam follow back. Unalipi la kuzungumzia kuhusiana na Diamond ku kurejea e, tena? lakini pia unalipi la kuongelea kuhusiana na swala hili la Mr. Pimbi kuzungumzia kuhusiana na watu wameshinda kujikaza kuhusiana na kumfollow tena Diamond? Naosha maoni yako akisha na subscribe.